Shambulio la anga la Israeli katika miji ya kusini mwa Khan Yunus huko Gaza limemuua kiongozi mkuu wa chama cha Hamasi Salah al-Barda. Afisa wa Hamas ameambia shirika la habari la BBC, wenyeji wamesema shambulio hilo la anga liliuwa watu wawili wakijumuisha Barda, mwanachama ofisi ya kisiasa kundi hilo na mkewe. Maafisa wa Israeli hawakuwa na maoni ya mara moja kuhusiana na jambo hilo. Jeshi la Israeli lilianza tena mashambulizi makubwa dhidi ya Gaza siku ya Jumanne likilaumu Hamas na kuacha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza tarehe 19 Januari na kuhitimisha takribani miezi miwili ya utulivu. Hamas ilikanusha shutuma hizo za Israeli na kuishutumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalitiwa saini na kuratibiwa na Qatar, Misri na Marekani. Tehran. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Saidi Ali Khamenei, amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haiogopi vitisho vya Marekani na kwamba iwapo italisababishia madhara yoyote taifa hilo, basi Marekani itapata kipigo na kofi kali kutoka Iran. Matamshi hayo ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kwa mujibu wa wachambuzi wa huko Teherani yana umuhimu mkubwa katika pande mbalimbali za ndani na nje ya taifa hilo. Katika upande wa nje, Iran wanaweza kutaja sehemu tatu muhimu zilizoashiriwa katika hotuba hiyo ya Imam Khamenei. Sehemu ya kwanza ni mwamko na utambuzi wa mataifa ya dunia kuhusu dhulma na jinai zinazofanywa na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya watu wa Palestina kwa ungaji mkono wa moja kwa moja wa nchi za magharibi na hasa Marekani. Utawala wa kizayuni uliendesha vita vilivyodumu kwa muda wa miezi 15 dhidi ya watu wa Gaza na kufanya mauaji ya halaiki yaliyopangwa mapema dhidi ya watu hao madhulumu, ijapokuwa viongozi wa Zayuni wanadai kuwa wameshinda vita kwa sababu ya ugaidi na mauaji ya halaiki walioyafanya dhidi ya wakazi wa Gaza. Lakini moja ya matokeo muhimu na ya wazi ya vita hivyo ni kuongezeka kwa mwamko, hasira na kuchukizwa kwa mataifa ya dunia na jinai zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa na utawala habithi wa Israel unaokalia kwa mabavu Quds tukufu dhidi ya Palestina. Suala hilo lilitiwa mkazo katika hotuba ya kiongozi mwadhamu wa Iran, akiashiria hasira hiyo ya kimataifa kuhusu jinai za utawala wa Israel, Ayatullah Khamenei akisema Uthabiti wa utawala katili wa Israel umeumiza nyoyo za mataifa mengi hata yale yasiokuwa ya Kiislamu. Sehemu ya pili ya hotuba hiyo ilihusu kuwakumbushwa Marekani na watu wa Ulaya kuhusu makosa wanaoyafanya kuhusiana na makundi ya mukawama. Marekani na wazungu yaani watu ulaya, wa Ulaya wamedai mara kwa mara kwamba makundi ya mukawama ni makundi yanayopigana na kuendesha mapambano kwa niaba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Licha ya Irani kuyaunga mkono kikamilifu makundi hayo ya mukawama, lakini imetangaza wazi kuwa haina makundi yoyote ya niaba yanayopigana kwa ajili yake. Katika hotuba yake Ayatollah Ali Khamenei amehitaja tafsiri ya wanasiasa wa Marekani na Ulaya kuhusu makundi ya mukawama kwa kuyatuhumu kuwa ni makundi ya Iran yanayopigana kwa niaba yake na kusisitiza kuwa hilo ni kosa kubwa na hatua kuyavunji ya kuyavunjia heshima. Kiongozi huyu wa Iran alihoji, niaba ni kitu gani? Wananchi wa Yemen na vituo vya mukawama katika eneo hili wana msukumo wa ndani wa kusimama dhidi ya wazayuni na jamhuri ya kiislamu ya Iran hitaji naibu wala mwakilishi na mtizamo wao unajulikana wazi, alisema Khamenei. Sehemu ya tatu ya kimataifa katika hotuba ya Ayatullah al-Khamenei ni jibu lake kwa vitisho vya hivi karibuni vya watawala wa Marekani na hasa Rais Donald Trump. Trump, ambaye ameingia ikulu ya White House kwa mara ya pili, anazungumza kuhusu kufanya mazungumzo na Iran kwa upande mmoja, na kuitishia kwa upande mwingine, akidai kwamba ikiwa Iran haitakuwa tayari kufanya mazungumzo italazimika kubeba matokeo ya uamuzi wake. Kwa maneno mengine, ni kwamba Trump ameitishia Iran kuwa atatumia nguvu za kijeshi dhidi yake iwapo haitokubali kufanya mazungumzo chini ya mashinikizo na vikwazo. Mtizamo wa Trump ni kwamba anaweza kufikia malengo yake kuhusiana na jamhuri hiyo ya Kiislamu kwa kutumia lugha mabavu na vitisho. Kuhusiana na hilo, kiongozi huyo wa Iran Ali Khamenei amechukulia lugha hiyo ya vitisho dhidi ya taifa kubwa la Iran kuwa ni lugha isiyo na huku, wakisisitiza kuwa Wamarekani wanapaswa kutambua vizuri kwamba hawatafika popote kwa kutumia vitisho dhidi ya Iran. Ayatollah Ali Khamenei ametilia mkazo wa suala hilo kwa kusema, wao na wengine wafahamu kuwa wakiifanyia uthabiti taifa la Iran watazabwa makofi makali, mwisho wa kunukuu. Wakati hayo wa kijiri naibu kaimu wa wizara Mambu ya mambo ya nje ya serikali ya Talibani mjini Herat, amesema kuwa kubuniwa siku ya kimataifa kut na Imamu Ruhollah Khomeini kumepelekea kufika kwa walimwengu kilio cha Wapalestina wanaodhulumiwa kila upande na kudhihirisha umoja wa umma wa Kiislamu dhidi ya utawala wa kizayuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, Rahmatullah Faizan, naibu kaimu wa wizara ya mambo ya kigeni wa serikali ya Talibani huko Herat, ameyasema hayo na kusisitiza ulazima wa kuchukuliwa hatua dhidi ya jinai za utawala wa kizayuni akisema na nukuu, tuko katika mkesha wa wiki ya kimataifa Quds, wiki ambayo iliasisiwa miaka 45 iliyopita na kiongozi wa Kiislamu Ayatullah Ruhollah Khomeini ili kufikisha kilio cha wapalestina kwa walimwengu na kuonyesha umoja wa umma wa Kiislamu dhidi ya utawala dhalimu wa kizayuni, mwisho wa kunukuu. Ameongeza kuwa hatua za Ayatullah Khomeini zimekuwa na nafasi muhimu katika kuamsha umma wa Kiislamu na kuimarisha moyo wa mkawama lakini ushindi wa haki katika vita hivyo vya kutisha hautapatikana isipokuwa kwa kujitolea mhanga na kuchukua hatua za kivitendo lakini inasikitisha waislamu wengi wanakataa kujitolea mhanga katika njia hiyo ya haki Faizani ameendelea kusema na nukuu leo ukombozi wa Quds tukufu usitu ni mujibu wa kidini bali pia ni ujumbe wa kihistoria na wa kibinadamu ambao hautafikiwa bila kugharamika na bila ya kujitoa mhanga amesema kimya cha umma wa taifa la kiislamu mbele ya jinai za utawala akizayuni ni usaliti usiosameheka. Na wakati Waislamu duniani kote wakiadhimisha siku ya wa kutsi tukufu, inaendelea kupondwa chini ya ukandamizaji na umwagaji damu wa kutisha wa uzayuni wa wa kimataifa.